Majiko hayo yatasambazwa na kuuzwa na kampuni ya Geita Millennium Star, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuboresha maisha ya wananchi, kulinda mazingira na kuimarisha afya kwa kupunguza matumizi ya nishati isiyo salama majumbani. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Geita, Katibu Tawala Msaidizi Deodatus Kayango amesema mpango huu utasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza matumizi ya mkaa, ambao ni chanzo kikuu cha uharibifu wa mazingira. Lakini niwapongeze kwa kupambana ili kuleta majiko ambayo mnafikiri wananchi wakiyatumia yatawasaidia kupunguza matumizi ya nishati za kuni. E, ni kweli kwamba ukisema elfu arobaini na tatu kwa mwananchi wa kawaida ni ngumu sana ku, ku afford, lakini ukimshushia kwa shilingi elfu sita mpaka elfu tano hayo ni majiko ambayo hata majiko ya kawaida ambayo yanatengenezwa sasa hivi haya ambayo yamekuwa model kwa udongo na bati wanaweza kununua elfu tatu elfu nne elfu tano Sasa kama wakipata haya ambayo yameboreshwa zaidi, itakuwa ni suala ambalo ni ni jema. Kwa upande wake, mhandisi mwandamizi wa REA, Deusdetit Malulu, amesema majiko banifu yatasambazwa katika wilaya zote tano za mkoa wa Geita na kuanzia sasa hivi majiko haya yatasambazwa Uh, katika maeneo yote ya Geita na tunatarajia kwamba pamoja na kwamba yanaweza yasio ya, ya kutosha lakini wakala wa nishati vijijini upo katika hatua za mwisho za kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna, na mradi ambao utaongeza uh, idadi ya majiko haya ikatoa ruzuku ya asilimia themanini na tano ambapo mwananchi atachangia kwa asilimia kumi na tano na, na kununua jiko kwa shilingi elfu sita na mia moja tisini na tano tu ni kwa njia gani au kwa namna gani mwananchi anaweza akapata jiko hili? Ni kuwa na kitambulisho chako cha NIDA tu, na serikali imeamua kufanya hivi kwa sababu ya kuzuia mtu mmoja asimiliki jiko zaidi ya moja. Tuna mfumo mmoja unaitwa prospective, ambapo mtu akisha sajiliwa akaandika namba yake ya NIDA hatoruhusiwa kurudi na kupata jiko kwa mara nyingine. Hii inaondoa urasimu wa walanguzi na wachuuzi ambao wanaweza wakanunua majiko ya serikali kwa bei ya rahisi kabisa shilingi elfu sita na baadaye wakaenda kuuza kwa bei ya juu. Mpango huo umelenga kufikia zaidi ya asilimia themanini ya wa watanzania ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini na nne. Kutoka Geita Emanuel Ibrahim, na hii ni Clouds.